endelea ya kunyesha imesababishia mafuriko katika makazi na barabara mjini Mombasa. Maeneo yaliyoathirika ni eneo bunge la Nyali na kutatiza uchukuzi katika barabara za Links na Beach Road. Francis Mtalaki anaojiunga anayung, nasi mbashara kutoka Nyali Mombasa kwa mengi zaidi. Francis Mtalaki, kama unatupata na mvua kubwa inayoendelea kunyesha kaunti ya Mombasa imeonekana kuathiri baadhi ya makazi, hasa ya eneo bunge hili la Nyali, huku uchukuzi ukiweza kuathirika na hasa wahudumu wa, wa, wa, wa bodaboda wakilalama kwamba katika barabara hii ambayo ni maeneo ya Sanana pamoja na barabara ya Links, katika maeneo haya yameweza kuathirika pakubwa baadhi ya wa wamiliki wa magari na tuktuk -tuk pamoja na wahudumu wa bodaboda wakilalama, yani niko na baadhi ya wahudumu wa bodaboda hapa. Songa hapa karibu, tuambie jina lako, alafu wewe umeathirika namna gani na mafuriko haya? Jina, jina langu ni David Ochieng' Odongo. Mimi ninahusika katika upande wa bodaboda. Tumeathirika zaidi kulingana na barabara vile iko, hasa wale wakupita kwa miguu, wale wakwenda mashughuli na hata nasi kazi yetu pia ambayo ni ya bodaboda kuna wale wenzetu ambao wanapita kwa miguu wamepata shida, lakini sana sana tunapata shida sababu siku zote hii maji ikaja hapa inajaa hapa ila, hali kuna kanisa imejengwa pande hii na kuna supermarket imejengwa pande hii. Haya yote hatuelewi, manake siku zote tuauliza county government iko wapi? Manake haya yote tuliwapigia kura watu wetu, lakini mbona hivi wametusahau? Asante. Labda unapita hapa na wateja labda ukiwa okay, unapita nao unawavusha vipi kutoka yeah, ngambo moja hadi nyingine, ukianza na majina mwanzo. Kwanza majina yangu mimi naitwa Abdalla Shebe Magogo e, mimi ni Security Beach Road e, Boda Boda Help Group. Okay. Wateja hapa huwa wanapata shida sana kwanza, Susan, sisi bodaboda huwa Boda, tunabishana na wateja upande wa njia za, za wateja kwa hivyo shida ambayo tuko nayo kubwa hapa ni Maji. Mvua ikinyesha hapa shida ni hiyo na sijui county government iko wapi? Haya maji yamekaa hapa kwa muda kiasi gani? Uh, haya maji yamekaa hapa kwa muda mrefu kwa sababu tangu mvua inyeshe haya maji haya, hakuna mahali yanaenda. Naam. Na, ukiwa unavuka pale labda pikipiki piki yako ina, iko sawa ama inaharibika. Uh, piki piki, imeharibu pikipiki piki hapa na magari, ndio maana bodaboda wao wanapitia wanatumia njia za miguu za watu huku E, maana mpaka wana, wanakosana na watu wa kutembea na miguu pande huu, lakini itabidi sasa tusaidiane kwa sababu hakuna otherwise. Maana huku hakupitiki na pikipiki, hata magari yenyewe yakiingia hapa kitoka kule inakuwa yanakwama. sababu ya maji kukwama hapa ni nini? e, hayana mahali kwa kuenda kwa sababu njia za, za maji pale walikuwa ya, ya kienda ni hapo kwa kanisa no, no. sa haina mahali ambapo maji yanaenda hiyo no. ndio shida kubwa sana tuko nayo hapa Sani, labda, tupate mwingine wewe tuambie labda usalama wa watoto kuna shule hapa, kuna kanisa pale na watoto wanaopita hapa kwa namna gani sasa? So ukiweza kuangalia, uh, maji haya ni mengi sana. majina mwasi, majina yangu naitwa Baraka Ngala, mimi ni mfanyi kazi wa bodaboda -boda wa hapa Nyali Oshwal, lakini ruti yetu sana sana huwa tunatumianga hii ya beach road kwenda huko mkomani kwenda kenol. Sasa sana sana wateja wetu huwa wanaogopa sana hii route kwa sababu ya maji hii maji ilikaa muda mrefu sana hapa na wale wakubwa ni kama ambaye wamesahau hii route kabisa. Hata route zenyewe kwa kazi zao pia ni kama hawapitii na hii njia sana, sana. Sasa sisi kwanzia leo tunahitaji yani, kama itawafikia huu jumbe, waweze kujua hii line ni a beach road supermarket opposite, kuna kanisa inaitwa Breakthrough, hapo mahali kuna shida sana. Hata wateja wetu huwa wanalalamika, mara wanatuambia tutumie njia ndefu kuenda na, na VOK ili waweze kufika upande wao ambao wanaenda. So tumeona hii shida itafutiwe means hata kama i, yani sichukue muda mrefu tunahitaji tu nini serikali ya kaunti ije iwajibike hapa haraka, haraka ili mambo yetu ya biashara pia yaweze kuwa sawa. Asante sana. Na ni baadhi tu ya wahudumu wa sekta hii ya bodaboda wakilalama kwamba hata bodaboda boda zao zimeweza kuathirika pia. Ukiona magari kama haya yanayopita hapa, baadhi ya madereva wakilalama kwamba wanahitaji suluhu ya kudumu. Na si hapa tu pekee, katika barabara ya Links pia hali ni kama hii, na baadhi ya makazi katika eneo bunge hili la Nyali. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki na hii ni rudinga Citizen.